Naam, kuelekea mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch ya kombe la shirikisho Afrika hatua ya nusu finali. Kuna kitu kinaitwa football intelijensia na wakati huu ndio jambo ambalo pengine litakuwa lina nguvu zaidi kutoka katika ta, timu zote mbili, yani Stellenbosch pamoja na Simba. Intelijensia ya football ni kipi au nini? Intelijensia ya football maana yake timu moja kusoma timu nyingine kumfuatilia timu nyingine, au kufuatiliana kwa kila timu, na wakati huu ndio wakati ambao jambo hilo huwa linafanyika sana. Ikumbukwe a, timu hizi mbili zinakutana, lakini ni timu ambazo zinatoka katika mataifa ambayo yamepiga hatua kisoka, yani Tanzania a, na Afrika Kusini na ni, ni, ni klabu ambazo Uh, uwekezaji wake katika soka ni mkubwa Simba. Uh, tayari walipo mpaka sasa kwenye technical staff yao, kuna watu wengi, kuna watu wa kila aina wako, uh, katika benchi lao, na miongoni mwa watu ambao wapo uh, katika benchi lao ni pamoja na performa, head of performance. Mkuu wa kuangalia uh, ma, uh, performance kiwango, kiwango cha wachezaji lakini pia ndiye video analyst wa, uh, wa, wa, wa Simba Sports Club. Huyu ni raia wa Afrika Kusini ambaye amefanya uh, kazi na Fadu Davids katika klabu mbalimbali ikiwepo Maritzburg United, baadaye akampropose na kwenda naye Raja Casablanca, na amerudi naye uh, huku Sub Sahara na kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, huyu anaitwa uh, Mwez Kaji, huyu bwana ndio mtaalamu wa kusoma wapinzani, kusoma mikanda televishen ya wapinzani, video analyst, na namna gani ambavyo wanafanya na wao wanaandaa mpango kazi. Yeye anaandaa mpango kazi akiupeleka, uh, kwa coach, uh, Fadlu Davids. Kabla ya hapo, simba alikuwa na Kavin Mavunga, uh, raia wa Zimbabwe, ambaye walifanya naye kazi na tuliona simba ikipata mafanikio baadhi ya maeneo, lakini kwa sasa wanaye huyu mwamba kutoka Afrika Kusini, hivyo basi Tunaposema intelijensia ya mpira wa miguu tunaiangalia katika maeneo mawili. Maeneo ya kwanza ni mazingira ya nje ya kiintelijensia. Mazingira ya nje uh, ni kujua, simba wanatakiwa kujua kuhusu Stellenbosch kwamba wanapatikana wapi. Wanapatikana Cape Town. Uwanja wao ni upi? vipimo vya uwanja wao ni vipi? necha ya mashabiki wao, wana mashabiki wa kutosha, lakini je, wanaingia viwanjani kwenda kusapoti timu yao? Ni timu ambayo inakaa wapi? Ni timu ambayo ina mazingira namna hiyo, yani external factors. mazingira ya nje ya timu kujua. Kwa hiyo mnakwenda kucheza na timu ambayo picha yake tayari ipo katika vichwa vyenu. Alafu eneo la pili ni mazingira ya ndani, intelijensia ya ndani, yani sasa hapa tunakwenda katika pitch katika pitch, wanacheza vipi? Mfumo ambao wanaotumia katika hii michuano mpaka sasa hivi ni upi? Style of play wanatumiaga ipi? Mazoezi wanafanya uwanja upi? Nyasi zake ni natural artificial? Mchezaji uh, hatari zaidi kwenye kikosi chao ni yupi? Kwa hiyo haya ndio mazingira ya ndani ya kujua kuhusu wapinzani. Sasa hapa nasema Simba wanatakiwa kujua kuhusu Stellenbosch na Stellenbosch pia wanaofuatilia Simba katika hayo maeneo. Ndio maana nikaanza mwanzoni kwa kusema haya ni mataifa ambayo yamepiga hatua kisoka, aa, na ni klabu mbili ambazo zina uchumi. Stellenbosch ni timu ambayo ina uchumi mkubwa, kwa sababu nilisha kusema nyuma yake kuna taikuni mkubwa. Hivyo basi hata budget, kama timu imeshafika katika hatua hii haiwezi kuwa nyepesi. Hata usajili waliofanya haukuwa uh, mwepesi. Hivyo basi inaonekana kabisa kwamba haya economic muscles wako vizuri, so hata na Simba pia wana nguvu ya kiuchumi nyuma yao, kuna Mohamed Deuji, na wao wenyewe wana vyanzo vyao ambavyo vinapatia fedha. Uh, wameajiri hawa watu kwa ajili ya kuona wanavuka katika hatua kama hizi. Sasa hatua ambayo iko sasa hivi ni nusu finali. Maana kitoka hapa timu inaingia finali. Hivyo basi kila details lazima itakuwa inafuatiliwa kila eneo lazima litakuwa linaangaliwa. Hivyo basi ingekuwa group stage ungesema timu inaweza kusoma tu, uh, labda video, vi, video, namna ambavyo wanacheza wanacheza vipi basi, lakini katika hatua hii intelijensia inakuwa kubwa zaidi. Usikute inawezekana hata uh, tayari Simba wameshatuma watu kwenda Afrika Kusini kwenda kuwaangalia uh, hawa Stellenbosch. Inawezekana sio kwa kutuma kutoka Tanzania, wakule kule wanapewa part time job waangalie ni Stellenbosch afu, tunaomba ripoti hiyo. Inawezekana, inawezekana wakawa wanafuatilia kanda ya television ya Stellenbosch wanavyocheza katika ligi na kimataifa. Lakini pia hilo jambo linaweza kufanyika pia na, na Stellenbosch dhidi ya Simba. Good thing ni kwamba michezo ya hizi timu yote inaonekana kwa sababu ligi zao zinarushwa kwenye matangazo ya television, hivyo inakuwa rahisi kuona na uh, sambamba na hilo tukija katika eneo la kuchukua mazoezi au kuchukua mechi, wakati huu ni wakati mbaya zaidi, kwa sababu uh, Simba sasa hivi anatengeneza mpango kazi kuelekea Stellenbosch. Yani alivyocheza mechi yake ya mwisho uh, kwa asilimia kadhaa kuna reflect, kuna akisi ataingia vipi dhidi ya Stellenbosch you know, inawezekana kama ametumia wachezaji ambao sio wengi wanaanza kwenye kosti kwanza, lakini hawa ambao amewatumia wana represent wengine, wengine hawajaonesha pale, wameonesha katika uwanja wa mazoezi na wengine ndo wameonesha pale dhidi ya Mbeya City. Simba ilicheza vizuri, ili dominate mchezo na wakafanikiwa kupata ushindi mzuri tu. So hiyo uh, ndio intelijensia ambayo inazungumzia na mnaanza kujanalize wenyewe kwamba okay, mpango kazi unaenda vizuri na wapinzani pia lazima muangalie mpango kazi wao unaenda vipi. Sasa mechi, michezo hii ya mwisho kuelekea mechi yao ni mchezo muhimu kweli kweli. That's why Simba wamecheza na Mbeya City na wamefanya kitu Stellenbosch wanacheza na AmaZulu siku ya kesho saa mbili na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki uh, Danny Craven, nyumbani kwao. Hivyo basi hii ni mechi muhimu kweli kweli, na wenyewe Stellenbosch watajiangalia wamereflect kwa kiwango gani, na Simba uh, hapana shaka huenda wameshatuma watu kama Stellenbosch. kuna baadhi ya vyombo vimeripoti kwamba tayari kuna mashoshoshu wameshatumwa kuifuatilia Simba. A, nilisikia katika mahojiano ya Lugano Israel mtangazaji huyo wa soka akiongea na Dauka Somba ambaye yuko Afrika Kusini, alikuwa akieleza kwamba tayari yeye ametoka yeye yuko Afrika Kusini alithibitisha kwamba kuna mashoshoshu wametumwa kwa upande wa Tanzania, kuja kuangalia. Hili sio jambo la leo, ni jambo la muda mrefu, ila bali za kutuma spies, kutuma mashushushu ni jambo la muda mrefu, hususan kwa klabu ambazo zimepiga hatua kisoka wanafanya sana hiyo michezo, lakini hairuhusiwi kurekodi mechi. Kwa mfano kama ile mechi dhidi ya Mbeya City, hairuhusiwi hawa mashoshoshi waje kutuma drone waanze kurekodi kinachoendelea pale, haitakiwi. Lakini pia hairuhusiwi kurekodi mazoezi ya mwishoni kuelekea dhidi ya Stellenbosch kwa sababu ndio yana reflect ya kile ambacho kinakwenda kufanyika. Kwa hiyo hata kwa Stellenbosch, wapinzani hawaruhusiwi kuwekwa na kuona kile kinachoendelea, na hii iliishawai kutokea katika maeneo mbalimbali tu ikiwemo kwenye Olimpiki. Uh, Canada waliwai kufanya kitu cha namna hiyo dhidi ya New Zealand, ikawaletea shida uh, aliyeshtumiwa aliyerudishwa nyumbani, lakini iliwai kutokea England, pale ilikuwa Leeds United dhidi ya Derby County, Marcelo Bielsa alituma mtu aende kurekodi mazoezi ya mwisho kuelekea dhidi Derby County dhidi ya Leeds United, jambo ambalo liliwapa changamoto sana, wakapigwa faini ya paundi laki mbili Leeds United, baadaye wakaja kuomba radhi, waka apologize kwa hiyo, ile ndo intelijensia, ni kitu ambacho uh, kinaangaliwa kwa kiwango kikubwa kwelikweli. Sasa basi, uh, kutoka hivi sasa kwenda mbele klabu zinakuwa makini kweli kweli kwa sababu wanafahamu wapinzani wanawafuatilia kwa jicho la tatu. Otherwise, mechi uh, ya ya Simba na Stellenbosch, licha hayo mambo ya nje yote ambayo yanafanyika, uh, meshapata footages, meshaona watu wanavyocheza. Hamkoona katika mechi dhidi ya Mbeya City wakiwa uwanjani, lakini mechi inarushwa kwenye matangazo ya televisheni wanaweza kuona na vitu vya namna hiyo, mnavyokuja katika meza ya mpango kazi kuja ku analyze nani, ana analyze vizuri nani, anaweza kumbiti mwenzake vizuri, ndiye ambaye anaweza kupata matokeo. Inawezekana isikupe matokeo ya asilimia mia, lakini kimsingi inakusaidia kupata taswira ya mpinzani, namna ambavyo anacheza. Nakumbuka ilikuwa mechi ya EFL, uh, kati ya TP Mazembe na Esperance, ilichezwa hapa Benjamin Mkapa uwanjani, nilienda na mbele yao, yani nambeleya walikuwa wamekaa uh, wa, watu wa arabu sita ambao wanaonekana kabisa ni staff wa Esperance, wamevalia jezi za Esperance na kila kilichokuwa kinaendelea, walikuwa wana note wana note katika ipad zao. uh, baadaye halftime ilivyofika walitoka, ilivyorudi kipindi cha pili wakawa wamerudi. Ni kadhani hawa itakuwa walienda katika dressing room, chumba cha kubadilishia nguo, walikwenda kupeleka mawazo. Maana yake nini? kwamba mechi ukiachana na kuicheza kabla ya mechi. Kwa maana hiyo, intelijensia, kuna intelijensia wengine inaendelea mchezo ukiwa uwanjani, yende kwa uwanjani, inaendelea pale pale, kuna watu wanasoma mchezo, ndo hata hawa video analyst akina mwezi kaji, uh, before ya mwezi kaji walikuwa na Calvin Mavunga Simba, ni watu ambao mechi inaendelea, kocha Fadlu anasimamia mpango kazi wa mazoezini aliyofanya mazoezini, alafu hawa wanakuja kumpa mbinu mbadala kwamba wapinzani wanacheza moja mbili tatu. Kwa hiyo ndani ya dakika tano wanamwelezea kwa haraka, kocha anaona, wanaanza kutendea kazi lile jambo kwamba okay, tufungue kwenye flanks tuingie zaidi kwenye mpaka hapa nini. Hiyo ni intelijensia, na uwekeza? Ni uwekezaji, hiyo ni pesa, pesa, pesa ambayo imetufikisha hapa leo kwenye intelijensia ya soka wekundu wa msimba katika mchezo wa dhidi ya Stellenbosch.